Raja na Wydad, Raja ndio timu kama ya wananchi. Yaani, eh? Zote zile nazo zina. Zote zina zina nani? Lakini amisingi, kuna kuna ule mtazamo tu wa kusema hii ndio timu ya ya wananchi. Kwani lengo lenu ni nini? Lengo lenu ni Lengo. Eh. Ah ah, yaani wale wa wapinzani wawili wakubwa yeah, katika kila nchi wapo. Mfano Afrika Kusini, Rashid. Mm. Kuna Kaiser, Kaiser na Orlando Pirates. Mm. Na Orlando. Yeah. Mm. Yenye mashabiki wengi. Kaiser. Kaiser. Kaiser. Ndio tunasema kama ya wananchi. Ndio hivi. Inawezekana umetengeneza besi yako mashabiki, kutokana na jinsi ambavyo wanashinda, kwa sababu sasa hivi hao Kaizer, wenyewe wanakuja kukutana, yani wanakutana na upinzani mkubwa sana kwa Mamelodi. Wale mashabiki okay, ambao walikuwa hawana timu, ambao walikuwa na hizo timu nyingine ndogo ndogo wanawaunga sana mkono Mamelodi sasa hivi, walikuwa wanazidi mm, kukusanya mashabiki, lakini wanakusanya kwa sababu wanashinda. Kwa Tanzania timu ipi ina mashabiki wengi? Simba na Yanga. Hizi Simba na Yanga ndiyo yenye mashabiki wengi? Hatuna research hiyo. Research hiyo si hatuna. Ila research ya Misri mnayo ya, ya misi kwa sababu hmm, tunaona yani kule kwao kule, kule kule unaona kwa urahisi. Hapa kwetu huwezi kuiona hapa yeah, kwetu unaionaje? Kuna siku Simba anapata mashabiki elfu sitini kuna siku Yanga anapata mashabiki elfu sitini kuna mm, siku Yanga anaingiza anacheza mechi anaingiza mashabiki elfu saba mm, kuna siku Simba anaingiza mashabiki elfu saba yeah, na, na, na, Yanga, Yanga na Simba, kati ya Simba na Yanga timu hivi na mashabiki wengi kwa sasa hivi, sina research na research. <laughs> <Kati> <laughs> Labda utusaidie wewe, inawezekana na na, eh, eh, eh, eh, eh. We, Rashid nani ile South Africa ulifanya research, mnakwepa sana, naamini majibuinajiui kwamba bezi ya mashabiki ni Simba na Yanga. Na ndio maana hmm, sisi hata national team wakati mwingine hmm, national team yetu inapata mashabiki wengi zaidi hey. Simba na Yanga wale hey, wasemaji wakiingia hmm, kupusha kwa jamani ya ili jambo letu tuna tuna tunafanya wanakuwa na timu ya mashabiki wengi ni Yanga. Mfanye research mfanye timu ya mashabiki wengi Yanga ndio na hey, mashabiki wengi ila hey, tunasema umefanya research timu yi... ambayo hmm, mashabiki wake wanapenda mpira na wanaingia kiwanjani Simba ambayo mashabiki wake wanapenda mpira na wanaingia kiwanjani Simba, Simba, Simba, ila uh, Yanga na mashabiki wengi nchi aki nzima, akinipa akinipa sababu nitafurahia zaidi yani, akiniambia kwa nini anaamini hivyo. <laughs> <laughs>